Komaa ya mtoto wako katika trimestri ya tatu. Mwisho ya mwezi wa saba, mtoto anapimwa kati ya sentimita makumi tatu na saba nukta sita na makumi nne na mbili urefu na anaweza kupima kati ya gramu mia kenda hadi kilogramu moja na nusu, sawa na kimo ya nyanya kubwa. Kutingizika ya mtoto inakuwa nguvu zaidi na ya mara mingi. Mama anaweza kusikia mfululizo ya mtingiziko yenye utaratibu ambayo inaweza kuwa alama ya sekuseku. Mwisho ya mwezi wa mnane mtoto anapima kati ya sentimita makumi nne na mbili na makumi nne na nane urefu na anaweza kupima kati ya gramu 1.8 na kilogramu 2.4 sawa na kimo ya limboga ndogo. Mfumo ya mmegenyo ya chakula au system digestive ya mtoto sasa inafanya kazi kikamilifu na inaweza kusindikiza chakula kutoka kwenye maji ya amnioti. Mwisho ya mwezi wa kenda, mtoto anapima kati ya sentimita makumi nne na nane na makumi tano na mbili urefu na anaweza kupima kati ya kilogramu mbili nukta saba na kilogramu nne sawa na kimo ya tikiti maji au pastek ya kidogo. Mafafa ya mtoto sasa inakomaa kabisa na inaweza kufanya kazi kivyake baada ya kuzaliwa. Mtoto anakomaa kabisa na anakuwa tayari kuzaliwa.